Kwa nini Kapteni Ibrahim Traore anafananishwa na Thomas Sankara? Mjadala huo umezuka kutokana na kufanana kwao katika umri, mtindo wa uongozi, msimamo wa kupinga ukoloni mamboleo, na taswira yao ya kizalendo. Kapteni Traore alichukua uongozi wa Burkina Faso mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 34 tu, kupitia mapinduzi ya kijeshi, hali inayofanana kabisa na jinsi Sankara alivyoingia madarakani mwaka 1983 akiwa na miaka 33. Wote wawili walijitokeza kama sauti ya wananchi waliokata tamaa hususan vijana, wakiahidi ukombozi wa kweli na kujitegemea kwa taifa lao. Traore, kama alivyofanya Sankara, amekuwa mkosoaji mkubwa wa ushawishi wa mataifa wa Magharibi, hasa Ufaransa, katika siasa na usalama wa Burkina Faso na eneo la Sahel kwa ujumla. Ameonyesha msimamo wa kuondoa uingiliaji wa kigeni, kupinga utegemezi wa misaada na kujenga mshikamano wa mataifa ya Afrika kwa sauti moja. Anavaa mavazi ya kijeshi, anajieleza kwa ujasiri na unyenyekevu na hujionyesha kama kiongozi wa watu. Thomas Sankara alikuwa kiongozi wa mapinduzi na rais wa Burkina Faso kutoka mwaka 1983 hadi mwaka 1987. Alijulikana kwa sera zake za kipekee za kujitegemea, upinzani mkali dhidi ya ukoloni mamboleo na msimamo wake wa kuwapa wananchi uwezo a kujikomboa kiuchumi na kijamii. Alibadilisha jina la nchi kutoka Upper Volta kuwa Burkina Faso, inamaanisha nchi ya watu wadilifu, na kuanzisha kampeni kubwa za uzalishaji wa chakula, chanjo kwa watoto, kupanda miti na kupigania usawa wa kijinsia. Alikuwa kiongozi wa mfano kwa kutumia gari lenye gharama nafuu, kupunguza mishahara ya viongozi na kuishi maisha ya kawaida pamoja na wananchi. Sankara pia aliheshimika sana kwa kusimamia haki za wanawake. Alipiga marufuku ndoa za kulazimishwa, alihimiza elimu kwa wasichana na aliwateua wanawake katika nafasi za juu serikalini. Licha ya mafanikio yake makubwa, aliuawa mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba katika mapinduzi ya kijeshi yaliyopindua serikali yake yaliyoongozwa na rafiki yake wa karibu Blaise Compaore. Vilevile, serikali ya Traore imeripoti kufelisha majaribio ya kupendua serikali yake. Kwa hivyo, Traore anapofananishwa na Sankara si kwa sababu ya historia pekee, bali kwa sababu anaonekana kama anayefufua ari ile ile ya kizalendo, ujasiri simama na kusema hapana kwa uonevu wa kimataifa na ndoto ya kuona Waafrika wakiandika hatima yao kwa mikono yao wenyewe. Ingawa bado ni mapema kupima athari za uongozi wake, matumaini yameanza kuota upya miongoni mwa vijana wa Afrika, matumaini kwamba urithi wa Sankara haukufa, bali unazaliwa tena kupitia kizazi kipya cha viongozi jasiri kama Ibrahim Traore.